Uh, Mesi Yesu. Ndugu mchungaji Olo Henry, olo Ihrani rafiki yangu Elia Mchari ala Elia Lakini na wachungaji wote mlioko kwa munda Kage, tenepo olo Ihrani Kwa wakini uti aduaji Kamati ya usalama nufata na nao wale, e, kamati Eseriani e, na kwilare kifuatana na mwakilishi wao mkuu wa jeshi la uhamiaji wilaya yetu ndugu yangu Gamba Kibwirare Orgirona leo toha Amen, Kile na sabari wa wilaya ya Longido kwa maana ya ofisi ya mkoa wilaya Olo ni olo ni muna logo da da ya Longido, na ni furahi sana kukuta kiongozi wangu mwenyekiti wa kijiji hapa. Na rishipo wendengu paende hapo. Olaeliri, nengi kijiji zile. Ne. Bila kwa sahau manaibwana ni wote easy, mlioko lakini you know <laughs> waumini wenzangu mlioko mabibi na mabwana pamoja na kikundi ambacho kimetuimbia hapa. Kwa kwayo mimi nimefarijika sana no. Na nawaombea mwendelee kuwa na mshikamano na moyo huu huu oidanarura na mkizingatia mwaka huu tuko kwenye uchaguzi mkuu, na warena gala waralarinejaregalare kitu tunakwenda kumpata kumchagua mheshimiwa rais wa Tanzania, kigwagal rkilolaga rais wa Tanzania, tunakwenda kuwachagua waeshimuwa wabunge, kigwaagalo kunge, ila tunakwenda kuchagua madiwani, kigwaagalo diwani. Ni Mungu wa mbinguni awaongoze ne na nenekuwa na, na uturigu ne iidumeget

tafute viongozi ambao wanaumwa na kuona fedha inayotolewa kwa ajili ya kuleta maendeleo isimamiwe, watu wapate maendeleo legirumelarigokainashaii pesa inanishaoni peerumainashaidi hlu maendeleo natamani kuona raisi anapoleta fedha za kujenga zaanati viongozi wa chini wasimamie vizuri, ni pesa inasharegisibilani nilahelariho laaborinasanatamani kuona fedha nakwenda kujenga mashule, basi fedha ile isimamie vizuri, watu wasizidi eneruupesa inasherekishule nilahelalariho nasi na maendeleo na pale mnapoitwa kutoka kwenye shughuli za maendeleo, basi muungane na kiongozia arenikorendaya larigo ndangarakiseina maendeleo madugugupoki

ni kulinda mipaka na kuwaruhusu watu kuingia nigiviviligomosi niginoramana meredemu na kutoka nchi nipamagobo, lakini pia tunashughulikia uraia kwa Watanzania walioko ndani kagekigilas madoroanagiaua la rafiki yangu pale aliwahi

Lakini nimkaribishe mtu yeyote ambaye atahitaji Wale kwenda nje ya nchi, Wale kwa <coughs> aina mbalimbali koatuna yo yinellooguabia bo kwa sababu sisi tunakaa mpakani ahilyouruhoroose na tuna kani, yore, se, mifugo wengi ara njishukumo na wengi sana mmekuwa mkienda kupitia njia za panya nua ijmori niwaombe sasa kwa muda huu na tunapoendelea nishara, kekira, po. Po inje, zapanya, ofisini, na sharaki jira, unapohitaji kwenda nje usipitie tena njia za panya, bali ufike pale ofisini na tutakuhudumia na utaenda kule kwa amani na

Kwaiyo unapokuwa nje ya nchi mana kwamba unakuwa chini ya ulinzi wa rais wa, wa taifa lako wore itioriyobo engovini nnayalehiboro warahisi nengovi lu na ukipata tatizo lolote lile nanenirume nyamani yeyote basi nchi ile utakayokuwepo inaweza kukuhudumia kwa mujibu wa sheria za kimataifa wole inakwapniti negeramat a bara naombara kinur ankopa kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana kohda i, lakini pia naomba niwaache kwa neno la Biblia ororeya i, naomba Biblia zetu tufungue wote, bibli zetaboibib katika kitabu cha Kutoka ishirini